Loyce Ngoleigembe ni mjasiri wa kuchezea nyoka ya, unaweza kukuta mwanamke anaongoza kikundi vijijini chochote cha ngoma na wanacheza na nyoka, lakini anakuwa na mtu maalumu ambaye ni mwanaume, si mwanamke kama anavyofanya huyo binti wa Buyegu. <laughs> Chakula chake huwa tunanunua kuku, tunaurushia ndani ya banda kwa sababu huwa tunawajengea mabanda yao kabisa, ni kama nyumba Mchezo nimeuanza elfu mbili na tatu nimecheza nimecheza, ikafika elfu mbili na saba nikajiuliza, mbona mwanaume anashika nyoka, mi mwanamke, kwa nini nisiwezi? Nikaanza mazoezi kidogo kidogo, ananifundisha kijana wangu, kwa baadaye nikawa mkakamavu, nikawa nashika nyoka. Na pia kuna kijana wangu yuko shule, na yeye tayari ameshaanza kushika nyoka. Huyo ni Loyce Ngoleigembe, mwenye umri wa miaka 49, mwanamke mtaalamu wa kucheza na nyoka akielezea namna alivyopata ujasiri wa kucheza na nyoka jamii ya chatu usukumani akifahamika kwa jina la nderema. Loyce ambaye ni mama wa watoto wanne, anasema safari yake ya kucheza ngoma za asili ilianza mwaka 2003 alipojiunga kwenye kikundi cha Buyegu, Buyegu Theatre Group, na ilipofika mwaka 2007 ndiyo akaanza rasmi kuanza kucheza na nyoka aina ya chatu. Msh, nilipomshika nilijisikia raha sana kwa sababu nimemzoea sasa, sikuweza tena kuogopa. Laini laini wake ulikuwa vizuri tu kwa sababu nimeshamshika nikamweka chini, namchezea, akiruka na mimi naruka, akikugonga na kunywa dawa hivyo hivyo. Mama huyo mwenye miaka kumi na nane ya kucheza na nyoka anasema ameshagongwa na nyoka huyo mara tatu wakati akitumbuiza kwenye matamasha. Baada ya tiba asili, anaendelea na kazi yake inayomwingizia ya kipato na kuhudumia familia yake. Kuna siku namchezea tena, nilikuwa kwenye siku ya Nane Nane pale Nyamongolo, wakati nataka kumkamata hivi nikateleza kwenye nyasi, akawa ameniwahi kugeuka akanigonga kwenye mkono, e, damu ikatoka. Mpaka tukamaliza michezo nikatoka mle, wakanichanja wakaniwekea dawa nyingine nikanywa, nikaendelea na maisha mengine. Anasema dawa yake huwa ni rosali na namtegemea Mungu pekee, na sio kwamba anategemea waganga wa kienyeji ili wampe dawa ya kuweza kumshika nyoka huyo. Mimi kushika nyoka ni ukakamavu. Sio kwamba natumia hata dawa dawa waga situmii. Dawa yangu ni Lozali na Mungu Mwenyezi. Ndio namtegemea sana. Sio kwamba nitegemea kwa Kalumanzira au kwa nani hapana. Dawa yangu ni Mwenyezi Mungu. Nikimuomba na yeye atanionyesha njia nifanyeje na ukakamavu wangu. Sio kwamba niende nikaoge dawa au nifanyeje, hiyo siwezi. Kwangu amna. Unaamini mimi kwamba unaweza kupata utajiri kupitia nyoka? Hapana. Jawai kusikia kwamba mtu amekamata nyoka akapata utajiri. Sijawahi. Na dawa kwa kweli siyo idhini yangu ya kushika, shika dawa eti nikacheze nyoka nipate hela sijui nijenge sijui nifanyeje, hapana. Siri ya kupata pesa ni uchezaji mzuri na mnyumbuliko wa mwili mzima. Ndio watu watakupenda, watakuita sehemu mbalimbali. Mkurugenzi wa kikundi cha ngoma za asili cha Buyegu, Martina Lubango anasema katika kikundi chake chenye wanachama 27, wanawake wakiwa 11 na wanaume 17, ni watu watatu pekee ndio wameteuliwa kucheza na nyoka huyo akiwemo Loyce. Anasema licha ya kuwa anacheza na nyoka za makabila yote, hususan ni kabila la Kisukuma, lakini watazamaji wao wanavutiwa zaidi na ngoma ya Buyeye, ambayo anayevutia zaidi ni Loyce akiwa anacheza na nyoka nderema, jamii ya chatu. Kuanzisha grupu hili la ngoma ili kujiendeleza, kwa mfano sisi ambao hatukubahatika kuendea na masomo, kasema na sisi tuanzishe nini, grupu tukawa tumeanzisha grupu la ngoma. Baada ya hapo, grupu liliendelea kukua na kuwa tunaalikwa mialiko mbalimbali, kuanzia wilaya wilaya, kwenye vitongoji vyetu, lakini pia ikafikia sehemu kwa tunaalikwa mikoani, mikoani, mikoani, tumeenda mpaka nchi za nje. Tumepata bahati ya kuwa tunatoka, tunapata fursa, tunaenda kufundisha, tunacheza aina zote za makabila yetu ya Tanzania ndiyo hatubagui kwamba kama nikisukuma tu, hapana. Tunacheza makabila yote, ndio maana ikaitwa Buyegu Theater Group ene, na, na, na, na, na, na, na. Buyegu manaake ni furaha okay. e, ngoma tunayocheza zaidi wanavutiwa ni buyeye manaake, buyeye hii inachezwa na majoka majoka, watu wanafurahia sana wanapoyaona. Ingine si hawajai kuona nyoka, ngoja nasikia tu kanyoka kale pale, sasa hajai kuona hata kale kadogo tu, hajai kukaona kwa hiyo akishaona makubwa yanatolewa, lazima avutike. Hapana, ni ujasiri wako tu. Mm. no. ukionyesha ujasiri tu unakamata nyoka. hapana oh. mm. nyoka wetu huwa hatuwatoi meno, ukiwatoa meno wanawahi kufa mm. E, kwa hiyo tunacheza nao tu kiujasiri hivyo hivyo na meno yao wakiwa nayo ndio, na hivyo hivyo Hapana, nyoka huyu ana sumu ya kutisha kusema kwamba hata atakung'ata alafu utapata madhara makubwa? Hapana, nyoka huyu ana sumu ya taratibu sana, na anaweza akakung'ata, lakini ukaonyesha tu kama kuvimba kidogo tu, lakini pia tuna dawa ya kupaka au ya kunywa, basi mambo yanaendelea. Kabla ya kushika nyoka, I, imesha kutokea mtu akang'atwa mara nyingi sana. Kuna wengine watazamaji, sasa kuna wengine wanakuja kufanya nini? Wanakuja labda kuangalia, wanasema ah, ni matoi, unaona ni nyoka wa bandia mara wa plastiki, lakini ni nyoka halisi kabisa. Sasa ili tumwaminishe lazima anayeshika nyoka amtegee um, mkono amng'ate amtoe damu ndio wanasema kumbe ni wa ukweli. Husu chakula cha nyoka hao, anasema nyoka hao wanakula kuku wawili ndani ya wiki moja, na moja ya sharti lazima kuku awe hai ili amwinde mwenyewe, lakini pia wakati anakula hataki kelele. Chakula chake huwa tunanunua kuku, tunaurushia ndani ya banda, kwa sababu huwa tunawajengea mabanda yao kabisa, ni kama nyumba slope. Unawajengea na dimbwi lao la maji unawawekea. Kwa hiyo unapo una, unapomrushia kuku mzima, umrushie nyama au kuku aliyekufa, hapana, mwekee kuku mzima awinde mwenyewe ndani. Alafu hapendi kelele akiwa na winda, kwa hiyo anatakiwa akae peke yake. Yani pale nyumbani huwa tunafukuza watu wengine wote, panabaki kimya, unashtukia ameshakamata amekula. Basi maisha yanaendelea. <laughs> Kwa mfano, nyoka huwa anakula kuku wawili, nyoka mmoja kuku wawili, unakuta kuku labda ni elfu ishirini na tano au elfu ishirini inategemea na jinsi utakavyopata bei ya kuku. Hapana e, ni kwa wiki, yaani kwa wiki moja umpe kuku wawili ale ili naye basi umnenepeshe, basi aonekane kwamba kweli ni nyoka kwa wiki mara moja ila wale kuku wawili. Aha. Anasema kazi hiyo sio tu imewanufaisha wana kikundi chake akiwemo Loisi, lakini hata yeye imemnufaisha, kwanza kujuana na watu mbalimbali katika kijiji chake wilaya, mikoani, hadi nje ya nchi ikiwemo Uganda, Sweden, Denmark na Ujerumani, na hata watoto wake wanasomeshwa na wazungu waliopenda kitu anachokifanya. Hii kwa kweli na mimi naifurahia na imenifaisha vitu vingi sana cha kwanza mimi mwenyewe kujuana na watu mbalimbali katika kijiji changu mkoa wangu mikoani, halafu na nchi za nje. Imenikutanisha na watu ambao sikutegemea kama naweza nikakutana nao, na mpaka nikaunda nao urafiki na kuweza kunisomeshea watoto wangu. Watoto wangu mimi wote wamesomeshwa na wazungu, na watoto wanne, na bado wanaendelea kusomeshwa. Ha, hapana. Mimi katika kundi langu kwa kweli sija sijawahi. Sija <laughs> Na sipendi kufanya hivyo na hata watu wangu wana wasihi sana. Tunacheza sisi ngoma zetu kwa ajili ya kuburudisha watu na yani kufurahisha tu watu, kuburudisha watu. Hivyo yani kama unavyotuita huko service ndio kilevi chetu. Tukirudi nyumbani, ii, basi maisha yaendelee. Hapana, mimi siamini katika hilo. Mba, nipe utajiri? Hapana. Ni juhudi yangu mimi mwenyewe. Ila sio nyoka. Eh. Mwanachama wa kikundi hicho, Silvesta Kambula, anasema licha ya kuwa mwanaume mwenye uzoefu wa kucheza na kupiga ngoma za asili tangu mwaka 1993 mpaka leo 2025, hajawahi kupata uthubutu wa kucheza na nyoka huyo. Paka nimekuja kuingia Buyegu katika vikundi nilivyovitembelea, sijawahi kuona mwanamke akicheza ngoma akitumia au kukamata chatu, hii nilikuta Buyegu. Na kwa muda, unaweza kukuta mwanamke anaongoza kikundi vijijini chochote cha ngoma na wanacheza na nyoka, lakini anakuwa na mtu maalum ambaye ni mwanaume, si mwanamke kama anavyofanya huyo binti wa Buyegu. Kwa na kwa muda wa kipindi nimecheza ngoma, nimekuwa nikishughulika na shughuli zote za ngoma za uchezaji, lakini si swala rahisi kumlazimisha mwanakikundi kama hajahiari mwenyewe na kuto kuonyesha ujasiri kuwa mwanachama au kiongozi wa kukamata nyoka sio jambo rahisi. Mkurugenzi wa kundi hilo anasema wakati mwingine wanalipwa hadi shilingi laki tatu ambayo ni lazima waigawanye kwa wanakikundi wote ishirini na saba, usafiri pamoja na gharama za kuhudumia nyoka watatu, ambao kwa wiki kila nyoka anakula kuku wawili wanaouzwa kati ya shilingi elfu ishirini hadi elfu ishirini na tano kulingana na upatikanaji wake. Ha, mimi naomba tu waendelee kuvutiwa na kikundi chetu, waendelee kuvutiwa na michezo yetu. Pia hata kama kuna wengine kule wanapenda kujiunga, basi tunawakaribisha waje kujiunga kwenye grupu la Buyegu. Sisi grupu letu ni Buyegu ni furaha. Yaani hatuna ubaguzi, tunakufundisha unaelewa. Basi tunakimbia pamoja. Kwa mujibu wa utafiti mbalimbali mbali ulimwenguni, asilimia 98 aina ya nyoka hawana sumu japo kuna aina zaidi ya elfu tatu za nyoka duniani lakini aina mia mbili sawa na asilimia mbili pekee ndiyo wenye sumu. Nyoka wenye sumu hutumia sumu kwa lengo la kuwinda, kusaidia mmengenyo wa chakula na kujilinda dhidi ya adui, lakini nyoka wasio na sumu hutumia njia mbadala kuhakikisha wanapata chakula na kujilinda. Miongoni mwa nyoka wasio na sumu ni jamii zote za chatu ambao hujipatia chakula kwa kulinyonga windo lake na kulivunjavunja kabla ya kulimeza. Kadri windo linavyovuta pumzi ndivyo chatu huongeza bidii ya kunyonga. Jamii hiyo ya nyoka hujikinga na maadui kwa kuangata ili kusababisha maumivu, kujifananisha na mazingira, kujiviringisha ili kuficha kichwa, kutetemesha mkia, na wengine hujisugua magamba ili kutoa sauti ya kumtisha adui. Hata hivyo, hatari inavyozidi kuwa kubwa, nyoka hao hukimbia kwa usalama. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi. Jina langu ni Mgongo Kaitira.